ana Mahakama Kuu hapa kwa ajili ya kusikiliza maombi ya habeas corpus ambayo tuliwasilisha hapa kwa niaba ya mteja wetu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama bara mheshimiwa John Heche ambaye anashikiliwa na, na jeshi la polisi tangia tarehe 22. Ushauri hilo limesikilizwa leo limekuja leo, leo na upande wa wajibu maombi IGP pamoja na watu wengine wamefika leo. Na wameomba kuleta kiapo kinzani kwa maana ya kutoa majibu ili baadaye mahakama iweze kutusikiliza baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo eh, amri ya mahakama ni kwamba wanapaswa kuleta majibu hayo. Mwisho wa kuleta majibu ni Jumapili tarehe tisa, na Jumatatu tarehe kumi saa nne na nusu asubuhi tutakutana hapa mahakama kuu kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo baina ya pande zote mbili. Shukuru, sisi, e, kwa hiyo mosi tunashukuru sisi mawakili mosi ni shukuru mahakama kwamba imeona udharura wa hilo jambo sababu tumefaili jana. Leo wametuita na wametoa muda wa counter affidavit angalau kwa siku hizi mbili. Nafikiri kwa sababu leo ni Jumatatu juma tena tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza. Kwa maoni yangu, nafikiri ni haki kabisa na tunashukuru mahakama kwa kuona udharura huo. La pili ni washukuru mawakili ambao wamekuja kwa ajili ya ku kuonyesha solidarity na kutetea pia application hii wakiongozwa na mzee Mpale Mpoke na mawakili wengine ambao ninao hapa eh, Poki Sabo, Matauka Selemani, eh, yuko eh, nani, Edison Kilatu na William Kulwa Maduhu ambao wamekuja na tumekuwa nao hapa. Sasa, mnaelewa jinsi scenario ilivyokuwa, kuna wengine walikuwa nafikiri labda anaweza kapelekwa Kisutu, kwa hiyo mawakili wengine hawako hapa kwa sababu walikuwa Kisutu wakidhani kwamba huenda mheshimiwa Heche angepelekwa kule. Lakini uh, feedback ya hapo ni hiyo. Wana waomba Watanzania, tutakutana hapa Jumatatu, tutakutana hapa Jumatatu saa nne na nusu asubuhi kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo ambayo tumeyafaili kwa niaba ya mheshimiwa yani Heche. Uh, kwanza jana tuweke kumbukumbu sawa. Kwanza jana sio kama tulisema walishindwa kupeleka kwa sababu za kimtandao. Sisi tulisema tulidhani wangeweza kumpeleka lakini hawakumpeleka. Sasa sababu kama ni za kimtandao au sio za kimtandao, wenye hayo majibu ni jamhuri wenyewe, kwa sababu majukumu ya kumshtaki mtu yako chini ya ofisi ya DPP. yeye ndo anajua apeleke sangapi kwa nini hajapeleka, namtani shida ya kimtandao ni yeye mwenyewe hajaamua au ni sababu zingine zozote. Mwenye uwezo wa kulisemea hilo ni DPP, sio sisi. Sisi tunasubiri, tunakuwa tunaangalia kwamba labda wanaweza kumleta na tunaona hawajamleta, na tunafikiri kwa namna yoyote ili takavyokuwa, hakuna sababu yoyote ambayo ni validi kwa kuendelea kuwa na mtu kwa zaidi ya siku kumi na nane sasa tangia tarehe ishirini na mbili. Kama ni mtandao, watu wengine pia wanafanya kazi. Hata maombi yaliyoko hapa tuliyafaili, iliwezekana kwa sababu kulikuwa na mtandao sababu so, hiyo sababu ya mtandao haiwezi kuwa ni sababu genuine. Yaani mtandao, huwezi ukaja kwetu halafu ukienda kwa upande wa wenzetu wa serikali mtandao ukakosekana. Kwa hiyo sababu hiyo hatudhani kama ni sahihi, lakini DPP nafikiria ana majibu sahihi kwa nini hajaleta au hajamfikisha mahakamani.